Wakati wa ndoa watu wengi wana concentrate kwenye sherehe kuliko kile kiapo. Kwa hiyo mtu anaapa, lakini akili yake haiko pale, na akiondoka pale madhabahuni, vile viapo ameviacha pale, akija huku kwenye maisha halisi, anaishi vitu vingine alivyoviapo havikumbuki. Kuna baadhi ya makanisa, nilienda nikafurahi sana, mtu anakabidhiwa kiapo chake Yona karatasi ya blue kapewa mwanaume, karatasi ya piki kapewa mwanamke lakini kile kiapo alichokiapa inusikiacha pondoka nacho. Nilipenda sana. Kwa sababu watu wana hulka ya kusahau. Tunasaini mikataba kwa ajili ya biashara, labda ni mikopo, mikataba mbalimbali. Mbali. Ukikosea, yani usipokumbuka kwenye masharti ya mkataba, maana kila mkataba una masharti yake. Usipozingatia ni mgogoro. Sasa kule kiapo kule ni mkataba. Kwa mtu anakuja kwenye ndoa mkataba, hakumbuki alikubaliana nini? Awe ni mwanamke, awe ni mwanaume, na ule mkataba unasemaje? Ajui, anakuja kuishi. Hasa kama ni mkopo ulichukua, kuna masharti namna kurudisha, ukumbuki. Tarehe ya kurudisha, ukumbuki, vile unavyopaswa kufanya, ukumbuki. Kwa mgogoro lazima utokee. Sasa nikaona kwamba ni vizuri tukakumbuka tu kwamba hiki ni kiapo. Huu ni mkataba. Ili mtu anapoenda pale madhabahuni, anaenda akiwa na akili zake timamu. Akiondoka anafuatilia kati maisha yanaendelea, anarudi tena kukiangalia kile kiapo. Na kitu kingine ambacho nikaona pia kinaleta shida kwenye ndoa ni siku za mwisho. Tuko kwenye siku za mwisho, lakini kwenye siku za mwisho tunaambiwa kwamba upendo wa wengi utapoa. Ndoa nyingi sasa hivi hazina upendo, watu wanaishi tu kwa sababu wanaishi, waonekane mbele za watu wako sawa sawa, au wako pamoja. Kwa sababu ukiwa na upendo ule wa Mungu wa kweli, kuna vitu ambavyo utavifanya ambavyo vimeambatana na upendo. Hawa Wafilisti ule wasema kukiwa na upendo hawapo wanakuwepo tu, upendo unapokuwa haupo, upendo wa uhesabu mabaya, upendo wa utakabali, upendo wa jivuni, upendo, upendo ni kifungo cha ukamilifu. Kwa sasa, hizi siku za mwisho ni siku za hatari, upendo wa wendi unapoa unapungua. Kwa hiyo adui wa kwanza anayepigwa katika lile tunda la Roho ni upendo. Ukishakosa upendo na mwenzi wako, unaweza ukamtendea mabaya yoyote bila kujali.